Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati, tulipokea ripoti ya lalamiko la mwananchi ambaye alikuja katika kituo na kujaziwa mafuta na kupata hitilafu ya mafuta juu ya uwepo wa maji katika mafuta hayo. Baada ya kupokea ripoti hiyo, wakaguzi wa mafuta walifika katika kituo husika na kuweza kufanya ukaguzi wao na kugundua kwamba mafuta hayo ya petroli yalikuwa yana yana maji yamechanganyika na maji. Uh, baada ya kupokea malalamiko haya kutoka kitengo cha cha uhusiano, uh, wakaguzi mafuta waliweza kufika kituoni hapa wakiwa pamoja na dereva pamoja na meneja wa kituo kwa ajili ya kuweza kujihakikishia kuhusiana na uuzaji wa mafuta yaliyochanganyika na maji. Hivyo wakaguzi mafuta wakishirikiana na meneja wa kituo walienda kukagua tenki kuangalia kama kuna uwezekano wa maji na wakati wa ukaguzi, wakaguzi walibaini kuwepo kwa uwepo wa maji, uh, takriban lita 154 ndani ya hilo tenki, na baada ya kukuta maji hayo mamlaka ilimtaka, uh, meneja wa kituo kuhakikisha maji hayo yanatolewa, iliweza kufunga pampu ili kuhakikisha mafuta hayo yaliyochanganyika na maji hayauzwi mpaka pale maji yalipoondoshwa katika tenki hilo la mafuta. Mamlaka inapenda kutoa onyo na tahadhari kwa wamiliki na waendeshaji vituo wote hapa Zanzibar kuhakikisha wanapima maji, wanaangalia maji katika matangi yao kila siku, ili kuweza kuhakikisha matangi hayo hayana maji na, na kuepusha kuuzia watu mafuta ambayo yamechanganyika na maji na kuathiri vyombo vya watu. Aidha, mamlaka ili kuweza kufuatilia, kutatua na kuhakikisha kwamba mteja mwenye lalamiko lolote anaweza kutatuliwa lalamiko na lake na mamlaka ya udhibiti wa huduma za bandari na nishati, anatakiwa mteja huyo aweze kununua mafuta katika kituo kilichokuwa halali, kwa maana kwamba kituo ambacho kinapewa leseni na ZURA, lakini pia kuweza kudai stakabadhi, yani risiti pale ambapo anaponunua mafuta. Mteja huyo anapokuwa na vielelezo hivyo, ataweza kusaidiwa na ZURA kuhakikisha kwamba anaweza kupatiwa haki yake ikiwa ni haki ya kulipwa fidia kwa mujibu wa lalamiko lake ama changamoto ambayo amekuwa atakuwa ameipata.